Kwa Yesu asifiwe, ninayo furaha kubwa sana siku ya leo kwa muujiza Mungu ametenda. Kulala na kuamka si kwa nguvu zako bali ni kwa neema ya kutoka kwa Mungu. Haleluya. Sio Haleluya, sio kwa kuwa tu watakatifu sana hatupati chochote mbele za Mwenyezi Mungu lakini neema yake ndio imenifikisha leo tulikuwa nao tumeanza nao kiti lakini sasa ndio nao pamoja nao baki. Tazama hata kiongozi wetu na udinga tumeongozwa na siku leo wanarudi mapumbini, lakini mimi na wewe ni neema ya Mwenyezi Mungu, ndio maana siku leo tumepatikana kikengala. Bwana, haleluya. Ina tupaka za Mungu, tunashia Mungu shukrani na kukupatia Mungu utukufu. Haleluya, kwa jina la Bwana ni sifa. Sitakuwa mrefu. Tuende moja kwa moja hadi kwa neno Yohana 9 tutaanza kwa moja. Tumeni ndio mbele kwa ajili ya neno. Asante Yesu Mwokozi wetu. Tunakushukuru Baba na kuleta simu na ndugu Bwana kwa kujaza hapo kwa kila siku leo. Tumeweza kuona Baba siku leo tena Baba masaa majira haya mwana. Tazama tumekusanyika katika mlima wako Bwana kile kimefika baba, wakati wa neno tunahitaji kusikia kutoka kwa Mungu Baba. Ninakataa kila maro zote baba ninazotumwa wakati wa neno Bwana. Ninafunga kila madhabahu baba na ngome zote za giza, nasikemea kusambaratisha katika jina la Yesu Kristo. sisi sikiishipo baba, tunahitaji kusikia sauti yako Bwana, tunahitaji kusikia baba kutoka kwa Mungu Baba. ni mnyange tu baba, ni binyange baba, nitumie kama chombo baba, nitumie kama chombo teule Bwana, ama nisi pale mbele za

Mlichoona mtakatifu tisa kuanzia moja inasema, hata alipokuwa akipita alimuona mtu kipofu tangu kuzaliwa. Wanafunzi wake wakamuuliza wakisema, Rabi, ni yupi aliyetenda dhambi, mtu huyu au wazazi wake, hata azaliwe kipofu? Yesu akajibu, huyu hakutenda dhambi wala wazazi wake, bali kazi za Mungu zidirishwe ndani yake. Haleluya, Amen. Jina la Bwana lipo sifa. Amen. Yesu alipokuwa akipita alimuona mtu akiwa kipofu, alikuwa ni kipofu tangu kuzaliwa kwake. Amen, Amen. Amen. Umekuwa na shida umekuwa na matatizo toka ungali umezaliwa, ungali mtoto mdogo, mpaka mahali umefika, haleluya. Na wanafunzi wako wakamuuliza Rabi, je, ni mtu huyu aliyenena dami ama ni wazazi wako? Haleluya, najua huko na maswali mengi ya kujiuliza, je, ni mimi niliyetenda dami ama ni wazazi wangu? an ni mbele za Mungu Bwana, ninang'angana sana, sifanikiwi lakini Mungu ananena na wewe siku ya leo, siku yako ilikuwa baada iyapika lakini, siku ya leo, ninakuahidi, siku yako imefika, siku ya leo Amen! Hallelujah! Amen! Fungua moyo wako, chukua maamuzi, sema siku ya leo ikawe di ni siku yako. Hallelujah! Leo aliwajibu wanafunzi wako, sio mtu huyo aliyetenda dhambi wala wazazi wako. Kwani ni mapenzi ya Mungu yakajulikana haleluya. Ni mapenzi ya Mungu yakatendeki, sio kuwa unapitia shida ukasema wako ama ni wewe mwenyewe na kila Adamu. Hapana, Mungu anataka kujitukuza katikati yako. Haleluya! shida unazopitia diki, ndio Mungu anataka kujitukuza katikati ya maovu yako. Haleluya! Umesema, umeomba, haujaomba, hujafanya ni Mungu anataka <tapos> ajitukuze. Endelee, imetupasa <Amen. tapos> kuzifanya kazi zake yeye aliyenipeleka, maadamu ni mchana, usiku waja asipoweza Amen. mtu kufanya kazi. Endelee hota nilipa ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kusema hayo, alitema mate chini, akafanya tope kwa yale mate, akampaka kipofu tope za macho, akamwambia, nenda kanawe katika birika ya Siloam, maana yake aliyetumwa. basi Akaenda na konawa akarudi kana kona. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana likwe sifa. Amen. Yesu ndio nuru ya ulimwengu. Hallelujah. Na wewe uko ndani ya Yesu ina maana uko ndani ya nuru. Umeondolewa katika giza na uko katika nuru. Hallelujah. Amen. Muna kwa mwangaze kwa maana wewe ni nuru pia ya ulimwengu. Amen. Hallelujah. Amen. Inapokuwa baba yako ni nuru ya ulimwengu, wewe ni nani? Hallelujah usumbuke na shida, ufikirie aliopita, ufikirie kule nyuma. Huyu Yesu Kristo, kwa maana ndiyo nuru ya ulimwengu. Alipokwisha kunena yale, akatema mate, akaichukua udongo na akampaka. Haleluya kama haleluya, siku ya leo shida eza kusimiisha kwa jina la Yesu Amen. Leo hakuna tena kwa jina la Yesu Amen. Amen ni Mungu alitaka kujidirisha mahali pale, alipokuja akampaka matope na kumwambia nenda unawe katika bereka la Siloamu. Alipoenda kunao akarudi anaona. Haleluya. Na watu walishangaa sana hata majirani walimuuliza, yule mtu huyu aliyokuwa ile ametenda nini? Haleluya. Lakini ugani imetendeka mpaka siku ya leo anapata anaweza kuona. Haleluya. Hata alijiuliza sana, tuendelea kusoma kitabu. Majirani kama walimuuliza, walienda kwa wazazi wake wakamuuliza, wakauliza wazazi, je, mtu huyu imekuwaje kwaje mpaka siku leo anaona? Je, mtu huyu imekuwaje kwaje mpaka siku ya leo anajenga. Haleluya. Ninajua baba wewe atakuuliza imekuwaje kwaje mpaka mtoto wako anamaliza kakua. Haleluya. Je, ni mtoto wako eni huyu taaae anajenenga, yeye ni kijana yule aliyezaliwa maskini. Haleluya! na kijana yule hakusoma siku ya leo, yeye anasaidia. Ukimtumainia huyu Mungu hakuna jambo lisilowezekana kwa Mwenyezi Mungu, ila jambo inawezekana. Haleluya! ni nimezaliwakli nimezaliwa halika ukoo wa uchawi hapana. Mungu ana haja na moyo wako, haleluya. Jitoe wewe, kama wewe usione mdugi, Mungu anasimama hapa mbele, ukasema haja hajalipitia shida. Kuna watu anaepitia akaenda ku kukuelezea historia zao, unatoka na machozi. Kwa neema ya Mungu tu, wokovu ni gharama ndugu yangu. Hallelujah. Wapendwa, wokovu ni gharama. Wewe kama umezaliwa umeona wokovu, bado oku bado iokoka kaliko wokovu ni lazima upitie shida. Amen. Hallelujah. Amen. Yesu mwenyewe alizipitia yeye ni mwana wa Mungu. Wewe ni nani? Hallelujah. Amen. Mungu mwenyewe alimchagua yeye akamtoa yeye wa pekee hapa duniani ili aje awe sadaka takatifu na watu walimdhihaki, walimtusi. Wao ni nani? Naniatusiwe? Bwana mwenyewe Yesu Kristo ni nuru ya ulimwengu, alidhihakiwa, alitusiwa, alisema majina makubwa makubwa ena yasiyofaa, majina makubwa yali machafu. Wao ni nani? Haleluya. uko mahali Jerusalem, nimebarikiwa pale Jerusalem, watumishi wa Mungu wamefanya kazi akii, wakiingiwa mahali eh, anaangaliaai kanisa viv na watu watuinawaona Hapana. Hii pesa ilitoka wapi? akatengeneza hii ni nyumba ya Bwana. Hallelujah. Hapana, anajiuliza. Akiona kwa YouTube anajiuliza, hapa kweli? Hapana. Lazima niende nione kwa macho yangu. Hawa watu ndio kwani madeni wao? Sababu wanapo wanavyokuona, nje akitazama, akiwaambia katika hekalu akimaana na wabudu. Akitazama haifanani kabisa. Hallelujah. Jina la Bwana Amen. Siku yako imefika, sema siku yangu imefika kuwa amemekuwa kwa jina la Bwana hapo Yohana tano kuanzia mbili Amen. cha Yohana mtakatifu tano kuanzia mbili inasema: na huko Yerusalemu, penye mlango wa kondoo, pana birika ito kwa Kiebrania Betzaba, nayo ina matao matano. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza wakingoja maji yachemke, kwa maana wakati ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa umempata. Na hapa palikuwa na mtu ambaye amekuwa hawezi muda wa miaka thelathini na minane, eh. Yesu alipomwona huyu amelala, naye akijua ya kuwa amekuwa hali hiyo siku nyingi, alimwambia, wataka kuwa mzima? Yule mgonjwa akamjibu, Bwana, mimi sina mtu wa kunitia birikani maji yanapotibuliwa, ila wakati ninapokuja mimi, mtu mwingine hushuka mbele yangu. Yesu akamwambia Simama, jitindo godoro lako uende. Hallelujah. Amen. Jina la Bwana liwe sifa. Amen. Hapo langoni ya Yerusalemu, Hallelujah. Walikuwa na wagonjwa tofauti tofauti, viwete, wale mama aliokoza mikono, lakini palikuwa na mama mmoja mgonjwa moja amekaa pale miaka mingi, miaka thelathini na nane. Haleluya, ni mtu wa kutosha sana. mm -hmm. Lakini hakuondoka mahali pale, alisubiria akijua siku. Amen. na Mungu. Amen. Alipokuwa katika kiti chake cha enzi alimwona mtu yule mahali pale. Haleluya. Amen. Alimtuma Yesu Kristo, alikuja tu kuuliza swali moja, Je, unataka nini? ak mama, unataka nini? Kijana, unataka nini? Haleluya unataka nikutembee nini, mzee wa Yerusalemu? Haleluya, swali moja tu kwa Bwana, unataka nikutembee nini? Akasema, mimi sina muda wa kuniweka belekani, nimekaa hapa muda mwingi, ninapo ninapotaka kushuka belekani, ninapochemka mwenzangu ameshatangulia, nami ninataka kupona Haleluya. Neno moja tu kutoka kwa Bwana Ipige na nawe. Haleluya. Haijalishi umepitia shida nami Haleluya. Haijalishi umepitia nini, haijalishi unapitia nini, hata mahali hata wakati huu wa leo. Haijalishi, Mungu ananena na wewe siku ya leo, anakuuliza unataka nini? Haleluya. Amen. Unapoenda mbele za Bwana, mwambie Mungu lile hitaji la moyo wako nalo lihitaji siku ya leo. Na Mungu atatenda Hallelujah. unapoenda mbele za bwana usisahau kumkumbusha mungu usisahau kumwambia mungu kama uponyaji mwambie mungu ninataka uponyaji. kama ni ndoa mwambie mungu ninataka ndoa. kama ni amani mwambie mungu ninataka amani Hallelujah. mungu ana haja na moyo wako Hallelujah. anahitaji kusikia kutoka kwako kwa maana wewe ni mwana wa Mungu Mungu anataka anahitaji kusikia iye unataka nini Mungu yuko mahali hapo, malaika hako mahali hapo, anauliza je, unataka nini? Kumisha Yerusalemu, unataka nikutendee nini? Haleluya, unapomwambia Mungu ninataka kitu fulani, naye Mungu anatenda. Ek, hayo machache nambarikia tayari kuachilia kwa ajili ya watoto wake Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikia mahali hapa, jua kama ni magonjwa, magonjwa umeacha huko nje Bwana Yesu asifiwe. Kila tatizo ulilokuwa nalo katika mwili, katika moyo, kuwa na imani ya kuwa Mungu amemaliza yote Bwana Yesu asifiwe. Sitakuwa mrefu na karibisha kwa ya vijana.